Malumbano ndani ya chama cha ODM sasa yameonekana kupamba moto. Hii ni baada ya seneta wa kaunti ya Nairobi, Edwin Sifuna kutimuliwa kutoka wadhifa wake kama katibu mkuu wa chama cha ODM na nafasi yake kuchukuliwa na Catherine Amanyo. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate

Uamuzi huu umeafikiwa katika kikao maalum cha kamati kuu ya chama cha ODM kilichofanyika leo Februari kumi na moja mjini Mombasa na kuongozwa na kinara wa chama hicho Buruoginga. Hatua hii ambayo haikutarajiwa hivi karibuni imezua gumzo na hisia mseto na kuzidisha mpasuko na joto la siasa ndani ya chama cha ODM ni dhahirisifu na sasa anaelekea kuongoza mrengo wenye siasa kali ndani ya chama hicho cha ODM, unaoungwa mkono na Ruth Odinga, Wini Odinga, Babu Owino, Kaleb Amisi, James Orengo, Majimbo Kalasinga na Richard Onyonka. Hatutatishwa na mtu yoyote, Mweshimiwa Railaodinga hakulea watu wa oga na baba. Alikuwa anatuambia kila siku, Sifuna chunga maslahi ya mwananchi, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Mimi siwezi kunyamaza kama Sifuna. Hii ODM ya saizi hii ODM atuijui, kwa sababu hii ODM saizi ni ya wanabiashara Mzozo ndani ya chama cha ODM ulizidi kuonekana baada ya kifo cha mwasisi na kinara wa chama hicho marehemu Raila Amolo Odinga. Kuhusu tofauti za mustakabali wa chama, Kinara wa sasa Oburu Oginga na wandani wake wanasisitiza chama kusalia kwenye mpango wa serikali jumuishi ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto kwa kuheshimu wasia wa marehemu Raila Odinga, huku kambi inayoongozwa na Edwin Sifuna na Babu Owino ikisisitiza kupinga kauli hiyo. We are going to negotiate. And we are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. Baba Raila Molodinga. hey, Alisema hatutaki viti. Mrengo wa kinara wa chama hicho Oburu Oginga umekuwa ukiendeleza kampeni ya Linda Ground, huku Edwin Sifuna na James Orengo wakianzisha vuguvugu la ODM Linda Mwananchi, na mkutano wa hivi punde kabisa ukiandaliwa kaunti ya Busia. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Joseph Jira, Koko FM, raba ya Pwani.